Haya maonyesho yetu yanaenda kuonesha capacity, uwezo wa Morogoro wa kuwa wazalishaji wakubwa. Lakini ukiwa mzalishaji mkubwa, unataka uwe na mtumiaji mkubwa, na mtumiaji mkubwa yupo. Lakini ili uzalishe zaidi, lazima uwe na uwezo wa kwamba, sasa kwa bidhaa tunazozalisha Morogoro, yule mtumiaji mkubwa apate kila anachohitaji, alafu kipatikane ziada, na tujue tunafanya nini na ile ziada kwao jambo kwa moja la kwanza, ambalo nimefurahi sana kwenye maonyesho haya ni kwamba tutakuwa na waonyeshaji wa, wa, wa, wa kama 200 kwenye maonyesho yetu, na katika hao zaidi ya mia moja na sitini ni wajasiriamali wadogo. Leo tunapokuja kwako, tuna zaidi ya watu 198 mia, mia ambao wamethibitisha kushiriki maonyesho ma, ma, haya, lakini kati yao tunashukuru sana, wajasiriamali wako wengi zaidi ya 156 wamethibitisha, na pia kuna taasisi za umma ambazo ziko 17 17 nazo zimethibitisha, ukiacha wafanyabiashara wale wakati na wengine ambao ni zaidi ya 32.